wa ala ahli baitihi tayyibin tahirin rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqda min lisani yfqahu qawli. Wazee wangu watukufu, maimamu, mashekhe, kina mama, kina baba, watoto zangu na sisi tuliokuja kutoka Arusha, kutoka kitengo cha Khatimul Anbiya Institution Arusha, tukiungana na Khoja Shia 12 Community

Kwa hivyo tunajua kwamba tuna tutaikosa hiyo fadhila za mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa wote tulikuwa tumepata fursa na bado fursa iliyobaki siku kumi na tano hizi tuzichukue katika fungu hiyo iliyobaki, kwa kujikaza sana kwa kusoma Qurani kama tunavyoambiwa, Qurani imeshuka mwezi mtukufu wa Ramadhani na ukisoma aya moja ni sawa sawa na umesoma Qurani nzima. Lakini ni maajabu sana, ikiwa sisi mwezi mtukufu wa Ramadhani hatujaweza kusoma Qurani, hatujaweza kuingia msikitini kwa wakati. Wachache tumewakuta wanaswali hapa, wengi wako nje. Hii inasikitisha sana. Kwa hiyo tunaomba sana tushirikiane, tupendane, tuitengeneze umma ya Waislamu, tuikubali hii mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama Mwenyezi Mungu anaesema, anasema, bismillahi rahmani rahim, asaumu li wa ana azibih, hii saumu ni yangu mimi. Yani sisi ni wageni wa Mungu. Kwa hiyo yeye ametukaribisha, kwa tukubali kupokelewa kwa mambo mazuri, na tukifunga tufunge kwa ikhlasi kwa zuri tulikiwa tunazungumza ni tunakumbushana tu. Mambo mengi yameshazungumzwa na mashekhe, wamezungumza lakini sisi pia tunakumbushana tu. Sasa hivi utaona kwamba watu wanajitahidi kusoma Qurani na kuhifadhi Qurani na kutafsiri Qurani. Sijui hapa madrasa hii kama wapo watoto ambao wamehifadhi Qurani, wanasoma Qurani, wako kwenye tajwidi, wako kwenye sura gani? Hatuwezi kujua. Kila mwaka tunakuja, tunaondoka pakavu. Kwa hivyo leo sitaondoka mpaka nipate kujua kwamba watoto wanasoma na wanasoma nini na mwalimu wao ni nani. Hiyo namwomba Sheikh wetu Bashir, mudiri yupo hapa leo, nitaomba i kazi ifanye wakati sisi tunashughulika na mambo ya kugawa futari. Msikiti imependeza. Nakumbuka tulipokuwa tunakuja hapa na huyu shekhe wetu mamu wetu kila siku tutengeneze hivi kapeti sijui nini. Sasa mna kapeti nzuri, mnaweza mkakaa vizuri, mko msikiti mzuri, lakini bado hatuna maendeleo. Maendeleo yatatokea wapi? Mpaka sisi watu wenyewe tujitume na tukubali kufanya jambo hilo. Pia la mwisho na la kusisitiza ni kwamba watoto wapelekwe mashuleni, watoto wasomeshwe, dini ni muhimu sana, na pia waambiwe mambo yanayoendeleza katika ulimwengu matatizo yaliyopo ulimwenguni watu wajiepuke na maasi na machafu yanayoendelea machafu yako mengi sana sasa hivi katika sehemu zote hata vijijini watu wanalawitiana watoto wanachinjana wanakata watoto wana albino wanashulika pombe ukiangalia hapa sasa hivi nje hapa tunawaomba ndugu zangu wamasai nawaambia wamasai nyie sobai kina mama yote kwenya Nawambieni, tuwache pombe, tuwasomeshe watoto wetu, tufanye kazi nzuri, tulime, tuangalie wanyama ng'ombe, mbuzi, kuku, ili tuweze kupata maendeleo kwa ajili ya watoto wetu waweze kuishi. Kwa hiyo naomba sana, hii pombe itapoteza akili, itapoteza maisha, na hakuna maisha ndefu ya kuishi hapa duniani. Tuko siku wachache tu hapa, leo na kesho. Wangapi tumeshawazika katika mwezi huu? Siku kumi na tano tumeshawazika wangapi? Kila mmoja ajiulize nafsi yake. Kwa hivyo nafsi yetu itaondoka wakati wote. Kullu nafsin zaikatul maut, kila nafsi itaonja mauti. Kwa hivyo tukumbuke mauti na tuwakumbuke marehemu zetu, tuwakumbuke wagonjwa walikuwa wamelala mahospitali, tuwakumbuke wazee walioko majumbani, tuwakumbuke majirani ambao wana mashida. Hayo ndio yatatuletea maendeleo katika kuishi katika mtaa au kijiji ambao wako Waislamu na wasioko Waislamu, lakini Waislamu tukishirikiana na wasio Waislamu wafahamishwe wa hiki ni kibaya na hiki kizuri, hii ni haramu, hii ni, ni sio haramu. Lakini tukikaa basi, tukawa tunawalisha au tunakuja hapa kuwasalimia na kugaa futari tukaondoka bila kunasahiana, haitoenda vizuri. Kwa hiyo lazima tunatupeana na, na nasaha, watu wajue nini kibaya nini kizuri. Kwa hiyo baada ya kusema haya, ningeomba kwamba watu wamejitahidi sana kupanga kwa ajili ya kugawa futari tukae kwa salama na tukae kwa vizuri tuweze kuwapatia futari, watu waondoke kwa amani, bila kukasirika, bila kuchukia, bila mtu kukosa. Tunayo chakula kwa ajili ya watu wote walioko hapa, hakuna atakayekosa, isipokuwa asichukue mara mbili, ili mwenzake akaja akakosa. Katika mwezi huu pia wa shahru Ramadhan, leo ni katika tarehe ambazo, nani ataweza kuniambia nasaba wa leo? Nani atakayeniambia nitampa zawadi nzuri sana katika tarehe kumi na tano kuna mnasaba mzuri sana, imejitokeza kihistoria. Atakayeniambia nitampa zawadi. Aya, shekhe wangu imamu, katibu, wazee wangu, wanafunzi, sababu kubwa hatusomi. Naam, unataka kuniambia? Niambie mzao. Naam, una, Mashindano ya Qur'ani jana tulifanya mashindano ya Qur'ani pale katika ukumbi wa CCM na walikuja washiriki 30 kumi bora tuwapa zawadi na wapata zawadi nono wamefurahi, lakini hii ni, ya, hii ni siyo historia, hii ni tarehe ya jana, lakini historia ya Kiislamu ya tarehe 15 mwezi wa Ramadhani. Sababu kubwa ni kwamba hatusomi, hatuelimishani ni tumebakia kukufurushana tu wewe huyu, wewe yule, wewe hivi, wewe vile, wewe vivi, usichukue futari kwa wamashia, usichukue hiyo. Hebu niambie, ni ambeni, miaka ngapi tumesha kuja hapa imamu na? Miaka ya ngapi tunakuja hapa kuna siku nimekwambia kwa kuashia wewe na? Kuna siku nimekukamata au kuna siku nimemtukana bibi, uh, bibi nani na nani na? Yani hata kumtaja sahaba kwa jina baya au kwa tusi ukisema, umeshamtaja ukisema kwa mfano mi sitaji jina ya aima, tataja jina la mtu wote, mfano uh, jina ambayo hawako katika maaima tuseme Allah, maanake jina za Islam zote zimeungana na, na, haya tu. Angalia Juma, tuseme Juma ni kafiri. Juma afaje hivi, wakati Juma anasali nikimtaja Juma maki nimeshamtukana. Kwa hiyo namtaja fulani Alafu unasema alikuwa anafanya hivi, anafanya uchafu, nimeshasema badala yake unasemaje? Watu wa nyumba ya mtume hatuwezi kuwataja kwa matusi, hatuwezi kuwataja kwa majina mabaya. Lakini leo mtu anakaa kwenye maiki, hawa mashia wanatukana aje? Hapa nyie, hapa mko miaka mingapi? Na sisi hapa, kuna siku ambayo tumemtukana Bibi Aisha au bibi nani au bibi nani? Watu wote sisi tunawatukuza, hata kama mbaya hatuwezi kumzalilisha kum mtume wetu Muhammad <mimic> sallallahu alaihi wasallam kwa sababu mtume wetu Muhammad ni ashraful makhluqat rahmatul lil alamin. Vipi e tutaweza kusema mke wake kafanya hivi na hivi na hivi na hivi? ukimtaja yake w umesema sasa. Na mimi namwambia kama hiyo klipu yangu itaenda iende, huyo anaosema kwamba fulani na fulani amefanya hivi, yeye ndio amesema, amemtaja jina. Sisi hatutaji jina, sisi tunasema bibi Khadija alaiha salam ni mke bora katika wa mtume na bibi Aisha na bibi Safha na nani na nani, wote wa wake zake waliokuwa ni wake wazuri. Kama kulikuweko na jambo lolote, Mungu ndo anajua. Sisi nani wa kuwataja na nani wa kuwatukana sisi wasiseme vitu ambavyo havipo sawa. Mimi nasema leo kwamba sisi Mashia wafuasi wa Ahlilbeit alaihim salatu wassalam, hatujawahi kwa kwenye mimbar ya kumtaja bibi fulani kumlani au kumtukana. Hiyo hasha, nimefunga shahidi mimi. Mimi na miaka 67 sijawahi kutaja kama nnataja, nnataja hivi. Nyinyi mnaotukana mmewataja, mmewatukana nyinyi sasa lakini sisi tunasema wale ambao wamefanya maasi ya aina yoyote, hata kama mke wangu hapa, hata kama mtoto wangu, watajua kwa Mungu kesho. Lakini hapa mimi siwezi kutaja mtoto wangu. Sasa hivi hapa mtoto wangu nimwambie huyu kafanya hivi na hivi, namdhalilisha mbele ya watu. Huyu na huyu kafanya hivi, nitaje? Namdhalilisha. Mwenyezi Mungu mwenyewe Qur'ani, amezitaja amewataja. Tusome Qur'ani, mtafahamu zaidi kuliko kumsikiliza mashekha yao wanaokaa kwenye majukwaa na kutukana mashia. Sisi shia wafuasi wa Ahlul Bait, na sisi hatuwatukani masahaba, hatuwatukani makina wake wa, wa, wa za mtume. Leo nasema wazi, kama anataka aje msikitini kwetu pale Arusha mjini aje, avae nguo anayotaka ajifanya hanijui na namisi simjui, akae pale. Ikiwa tasikia siku moja ametukanwa pale, mimi niko tayari kuacha, nitaingia kwa huyo huyo anayosema nitaingia kwenye e, rika yake Ntakwena kwenye takndakwenye lake astudanganye. Leo napata mii kidogo fikra za, za kusema ukweli, nimechoka kila siku lini wanasema msichukue chakula ya mashia Mmekula chakula mmekula futari ya mashia mmekula futari ya ndugu zenu ya Waislamu ambao wanataka wapate fadhila na thawabu. Kuna mtu amedhurika miaka zote hizi karibu 20 na hapa au wongo? Hawa wameanza sasa hivi kuamka amka, ndo wanaanza kututukana. Nawaambia ole kwao, na Mwenyezi Mungu insha allah katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hawa wanaozungumza wongo, na, na mtume wetu ni nani? Mtume wetu ni yeye, alikuwa sadikul amin, alikuwa mkweli na mwaminifu. Kwa hivyo wao, kama kama mashekhe ni wakweli, waje watutolee watu, watu wazi kabisa kwamba wewe mwatukana watu, waje watuambie hao wanaotukana wako mashia ambao wanatukana, lakini sio sisi wafuasi wa ahlul bait Wapo Mashia wanatumwa hata Mawahabi wanatumwa hata nani wanatumwa kwa ajili ya kufanya mambo haya kuharibu, kuharibu manzira ya watu kwa kuharibu akili za watu na kutukanana, kuondoa umoja na amani. Sisi tunataka amani, upendo na umoja, hiyo ndio naokubali. Sisi tuko katika mstari wa mbele kwenye Qur'ani tukufu tunasoma Qur'ani na tunaitafsiri na tutatadabur . Jana, yani, niliwaambia wale wanaosoma Qur'ani, wale wahifadhi Qur'ani, wanaosoma tajwid. Nikaambia mnafanya kazi nzuri sana na muendelee kusoma, lakini lazima uwe naifanyia kazi, mnaitadabur. Watu wanakuambia sisi hatuna Qur'ani. Hebu Qur'ani ngapi nimeshaleta patuka miaka ishirini? Sio zaidi ya elfu. Maimamu semeni, na wazee wangu mmeona tofauti. Alafu mtu anaoma mashia wana Qurani yao. Sasa kwa nini Qurani yetu tusilete tulete zingine? Tunaleta Qurani ile ambayo imeteremka na ambayo tunaisoma tunaesoma. Ha, haa wanaosema kwamba Qurani e, imepungua watajua wao, si ndio alim wao, si kama wana akili na wanaelimu, wasome. Lakini mimi nasema hivi: hii Qurani tunayogawa ndio tunaesoma sisi. Sijui nachuka buda wenu, lakini nitakupa ni mfano mmoja Nilikuwa na mgeni moja, nateremka Namanga mimi na gari yangu. Akaingia kwenye gari yangu akaniomba, naomba lift. Akaingia kwenye gari kaanza kunitukana kwelikweli. Mshia sasaja, nimshia na mimi nimekaa kimya. Kazungumza wa, Siju wanafanya muta, Siju hawana Qur'ani, hawana kibla, wanasali na wana udongo, Siju wanaabudu nini, wanamlilia Huseini, wanafanya. Nimemsikia tele Asante sana mashanya hey. yeah, yeah, <laughs> <laughs> ke, uh, nsha sasa utataka kusali wapi wewe? Akasema nipeleke msikiti. Naambia mimi naenda msikitini. Utakwenda na msikiti na usalimie? Ndio. Tukaenda mpaka msikiti wa Mashia. Akaingia choni, mimi nimesimama nje namsubiri. Alipotoka ananikuta nimesimama. Mbona umesimama? Nakaambia kwa sababu mimi ni ni mshia. Eh, wewe ni mshia? Naambia mimi ni mshia. Sikupigi, sikupigi, sikutukani. Mimi umenifurahisha leo. Wewe umesema umeenda kusoma Azhar sijui wapi na huko university. Umekuja. Leo wewe ni mgeni wangu. Huendi kokote. Utakula kwangu, utalala kwangu, utafanya kila kitu kwangu. Sasa tukaswali. Sasa lakini mbona umenisubiri? Nikaambia labda mimi nitaka niende ndani pale nitengeneze kibla. Maana kesi umesema hatuna kibla. Si hatuna misafu. Naweza mkaniambia ameenda kuweka misafu mapya. Mimi nikusubiri hapa hapa nje. Hakuna mtu anajua mimi nakuja na wewe, hakuna mtu anakuja mimi ndio ningia ndani. Ukaingia sala isha inaanza. Mimi nikamwambia mimi naingia naunganisha hapa na isha, nikate magharibi niunganishe isha peke yangu. Baadaye yakaka nyuma, mimi nikaanza mbele nikaswali memaliza na mtizama nyuma nimemkuta, nikaambia sasa, hebu hizi shelfu zote zimekaa Qur'ani, hebu zitizame, kagua sia hizo misafui, sawa sio sawa? Akatizama akasema sawa. Stori ni ndefu, nikate fupi. Akasema iko sawa, kibla iko, maji ipo, mnatawaza na kila kitu. Kwa hivyo mefurahika, akasema me... hawa watu wanatudanganya sisi huko, wallahi ameniambia hivyo, na vitabu hawapei kusoma zile vitabu ambazo nikaambia, wewe, sahihi Muslim, sahihi Bukhari, sahihi Tirmidhi, Ibn Majah zote umesoma wewe? Sasa tunasoma, lakini hatupewi zote za kusoma. Nikaambia sasa, sikiliza, nitamuita Sheikh Bashir, nitawaita na mashak zangu, tukae tukijadiliana na wewe, kama unataka mtu wote hapa katika Wahabi au Ansar Sunna au Sunni, mlete hapa tukae naye tukamalizana pale. Akafurahi, tukatoka, tukaenda nyumbani tukala chakula chetu pale, pale zuri, tumemaliza Aliona kulala nje, wallahi siku nyingi sana, miaka nazungumza. Anyway amelala ameamka, ah, amelala kwangu. Nikaambia sasa, alfajiri tutaenda kusali msikiti gani? Akisa utakayo wewe na mimi, nakuchukua ngala naro tukasali msikiti wa Suni, ujue kwamba na mimi nasali msikiti wa Suni. Tukaenda pale, piga sala pale, nikaambia apiga dua

kwa hivyo usio na wasiwasi. Akasema basi bwana, mimi nimeridhika, naomba sasa niende zangu na safari yangu. Tukaenda nyumbani tukapiga breakfast, chukua begi lake tukaagana, lakini chetukuambieni nini kwamba watu hawajui mpaka uingie. Sasa mi hapa, kama nisingeingia ndani ningewajua hao watu Waislamu Mikaa ah, Islamu wa hamna, lakini nimeingia ndani, mashaallah, nimekuta waislamu naweza kuwasalimia. Kwa hivyo tukae kama kitu kimoja, tupendane, tusitukanane. Hii sio wakati wa kutukanana, sasa imeisha. Hao waliotangulia walikuwa wamegombana, wale wamesha kwenda, wako kwenye hukumu kule kwa, kwa Mwenyezi Mungu. Tuwe tunafanya nini? Najua inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira, tumwogope Mwenyezi Mungu na tumpende Mungu kama ni nani? Ye ni Arhamurrahimin. Kwa hiyo tumpende Mungu, tufunge vizuri, tusome Qurani, tufanye kila kitu. Kwa hiyo nakwambia nile wazi, sisi hatu qurani nyingine sisi hatutakani masahaba, sisi hatutukani kina uh, wake za Mtume, tunawaheshimu kilichotendeka, historia inasema hapa kama kuna imamu hapa alikuwa mwizi, samahani, sio wewe wala sio wewe, mimi nazungumza kama. Alikuwa imamu mwizi hapa, tunaanza kusema mwaka jana alikuwa imamu Gulamu hapa alikuwa mwizi sana. Hapa unafanya ghiba, unafanya dhambi. Kwa nini unamtaja tena? Simeisha simeisha mhukumu, lakini hukumu zaidi iko wapi? Ahkamul hakimin wapi siku ya hisabu utapita ile kwenye uzi ile, na hao wanaotutukana sisi watapita kwenye uzi watatumbukia chini, insha Allah, biiznillahi taala, wasalamu alaykum. Tena mbinguni kwa Mungu, tuwe tumewekwa kwa wema, kwa watu wazuri, tunawekwa peponi, tunaishi na mitume wetu, nabii Isa na mtume Muhammad, kuwa sisi o tumetoka duniani, tumetoka watu wema. Ee Mwenyezi Mungu, ajalie hawa wote waache kunywa pombe waache kufanya ubaya, waache uchafu, waache uongo, wafanye yote ukweli na wafanye vitu vya heri na baraka. Waingie makanisani wakasome, waambie mapadri wawafundishe elimu iliyokuwa ya heri. Tuache mambo ya mchezo michezo, tutakuwa wakweli, tutakuwa wakweli na tutakuwa waaminifu na tutapiga vita Tutapiga vita ndoa nah, za na jinsia moja, tunapiga vita ulaitiana, tunapiga vita dawa za kulevya, tunapiga vita, da, tuna vita pombe, tunapiga vita mirungi, tunapiga tuna tuna vita bangi. Tunataka amani na upendo katika nchi yetu.